Hii hapa ile dawa yetu ya kupooza miguu kwa kuku alionipa daktari na niliambiwa kwamba niwape cc 20 kwa lita 20. Hii hapa imefutika lakini inaonekana kwa mbali ni CC 20, kwa sababu ni maji unakuwa na, unatakuwa na kile kimfuniko kile ambacho kinaonyesha, kinaonyesha vipimo. Kwa hiyo unapima cc 20 kwa lita 20 za maji. Dawa yetu ndio hii hapa. Lile, nimeona ile dawa ambayo niliokuwa nimepewa kipindi kile, nawaambia vifaranga vyangu vinashindwa kusimama. Hii ndio ile dawa daktari aliniandikia, nimelipata lile libobo ndio hili hapa. Kwa hii dawa ndio ile ambayo niliwapa vifaranga wangu kipindi kile wanasumbuliwa na shida ya kusimama, na baada kuwapa hii iliweza kuwasaidia. Kwa hiyo ndio hili kopo nimelikuta huko nje wakati na niko kwenye maandalizi leo ya kupokea vifaranga kesho. Bahati nzuri nimeli, nikakutana nalo, kwayo ida yenyewe ndio hii hapa yeah. Ah -ah, muda wa kutoka nje bado, tulieni humo. Nimekuja kuambia kwamba kuku wako akishakuwa wakubwa hivi ukumbuke kuwapa chanjo ya gomboro na chanjo ya nukesto kila baada ya miezi mitatu. Kama hao kuku unakwenda kuishi nao kwa muda mrefu, ina maana ya kwamba mwezi ule wa kwanza tunapowapokea tunawapa chanjo zile i yani nukesto gomboro, nukesto gomboro, alafu tunamalizia na ndui. Tukishamaliza ndui, mwezi mmoja na wiki moja, tunamalizia wiki tatu za mwezi ule wa pili kishamalizia wiki tatu za mwezi ule wa pili, tunaanza kuhesabia. Tunaanza kuhesabia mwezi wa kwanza, yani wakishafunga ile miezi miwili tunaanza kuhesabia, ili kwamba zile chanjo zifanye kazi zipotee kabisa mwilini. Tunaanza kuhesabia mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, unawapa chanjo. Mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu ukikamilika tu unawapa chanjo, usiwaache hivi hivi, sababu magonjwa yale yanayoambukizwa na virus na yanaambukizwa kwa upepo, tunaelewana. Kwa hiyo lazima, kwa mfano, sotoka. Kwa hiyo lazima uwe unawapa chanjo kila baada ya miezi mitatu. Mimi sasa hivi natakiwa niwape hizo chanjo kwa sababu sasa wako mwezi wa tano, nasubiri wiki mbili vizipite, alafu niwape chanjo ya Newcastle, gomboro siku saba, vile vile unapishanisha, lakini unawapa mara moja tu, kwamba Newcastle siku saba tena gombolo, basi haurudii tena kama tulivyokuwa tunarudia wakiwa vifaranga, tunaelewana. Kwa sababu wakishakuwa hivi kinachoendelea hapa zaidi ni kuangalia kinyesi na kuangalia magonjwa yanayowakabili na kuwatibu, lakini wakifunga miezi mitatu baada ya zile chanjo za awali, ni lazima uwape chanjo kila wanapotimiza miezi mitatu. Sawa, ndugu zanguni na hawa ndio kuku waliobaki, na hawa ni kwa ajili ya chakula. Yani akija ya mtu kabisa anang'ang'ania kuuza, basi nitampa kwa elfu arobaini ili hili jogoo linalowika hapa, lakini temba ni elfu thelathini mwenyewe. Usije ukamwangalia tu kwa macho hivi, ni wazito au, wana kilo nyingi hao watali, ni wazito akikei hey ni kawaida yangu kuuza hizo bei kwa sababu kuku wangu huwa ni wakubwa sana. Nawapenda sana, mwe na siku njema.